Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV 96 link, mimi naitwa Victor Madaha, karibu sana kwenye exclusive interview nyingine tena. Mianza kama, kama, kama kawaida yupo ndugu yangu kabisa, huu kama vitu vinakaa vile kama ngoja niwekeu, kimetulia bwana Mi nasikiza sana ushauri ndugu yangu hey. tumeondoka bwana, bila kuchelewesha nataka tuzungumze kile ambacho kimetokea weekend hii Tanzania, yeah. na vile alikuja nchini Tanzania na tokea airport mambo alikuwa ni mengi sana baadaye, hatufanikiwa kufanya naye interview, issue yake pia ikafanyika. Uh, ilikuwa ni tukio la namna gani? Kwanza ilikuwa ni tukio la kuja kuleta thamani kwetu kwenye kiwanda yeah. Sasa so, kwa sababu tunapata vitu vingi vya kujifunza, umeelewa yeah. Kwangu mimi na ninavyoliangalia tukio la Davido nilikuwa ni kuja kutu... kutuonyesha namna ya uandaaji wa events, umeelewa so kama kwa waandaaji even kwa wasanii, mimi nafikiri kuna kitu kimetoka nacho kidogo ambacho ni tofauti yeah. na namna wenzetu wanavyofanya show yeah, yeah. Tuanze kwenye kufika kwake Davido, alikuja mishale ya mm. saa saa sa sa walisema saa 7 baadaye, ka kafika saa 8 mm. na mi kuna baadhi na ya watu ambao taarifa ilikuwa ni msanii amegoma kufanya interview. Na hata ufuatilia kwenye tour ambazo wanafanya hizo five five tour ya kwake. Hakuna sehemu ambayo unaona David anafanya interview. Tumeshaelewa. Alafu kingine ukiangalia Kwangu mimi nitakuwa upande wa Davido. Kwanza kabla ya kuendelea, kwamba unajua masosi, sisi kama waandishi wa habari, of course, tunaruhusiwa kutafuta habari kwa namna tunavyofahamu, lakini masosi pia wana haki ya kulinda privacy zao, umeshaelewa. Yani, yani, so, mwisho wa siku yule mtu kumfanyia ku, ku, ku, kuleta madhara then ikakubackfire wewe kwa sababu atakulalazimisha kwamba yo mimi nilizungumza kwa sababu wewe ulinilazimisha mimi, sikuwa kwenye mood ya kuzungumza yeah. Umeelewa. So, mtu akiomba privacy yake haina budi kumsikiliza. Hiyo yeah ni moja, lakini pili, issue ambayo ilikuwa inaendelea, Davido alikuwa na haki ya kuzoea interview yeah, umeelewa vizuri. Kwanza tunakumbuka kulikuwa na ile issue ya story kwamba amesimamisha soko kwa sababu ya bendera ya Tanzania sio nini, unakumbuka? Eh, ile ilikuwa ni five tour. Then nyingine alikosa tuzo ya Grammy juzi mbele ya Tyler, mara ya pili mfululizo. So yeye yeah, alikuwa wale wanafanya, lisa, vitu, yeah, bro. Anajua kabisa kwa sababu wale wanafuatilia anajua kabisa kwa sababu ndo na siku mbili tu hey. Nimekosa tuzo hey. Swali so, la kwanza hey. takuwa ni hili kukosa gram kwa, kwa ajili ya kuto, kutoa airtime kwa vitu vingine huwa hey. wanazuia kuzungumza kwa emotion. Kwa sababu, Davido, yeah. posi, kwa sababu Davido ukiangalia posti alizokuwa na posti yeah. Instagram yake yeah kwamba uh, Olua on my side kwamba Mungu uko upande wangu baada ya kukosa tuzo, yeah. Inakuonyesha picha ni kwamba unake i kwamba so amekosa na posti alizo posti inaonyesha emotional kwamba jamaa amemuumiza sana. Yes, yes. Alikuwa yuko hai yani, hayakuwa sawa baada ya kukosa tuzo. So, anajua kabisa nikifika nikiepa airtime media za Tanzania. Na media za Tanzania watu wanazifuatilia wanajua. Yeah. Mambo ya dark ya nini? So, ndio maana alilimit kwamba sitaki kuzungumza. mm -hmm. Hilo la kwanza kwa upande wa Davido. Tuje airport tukio la bodyguard kumtoa mwandishi wa habari. Yeah. Kwanza kwa bodyguard ile ni kosa, kwanza yule sio bodyguard wa Davido. Yeah. Kwa wale ni mabodyguard ambao wamechukuliwa bongo kwenda kusaidia ulinzi bodi bo kama uliona, na menajementi yake. Mwandishi kaingia naye hawajambugu, wamemwacha kaenda, kaingia yule mbongo ndo kambeba wale <laughs> <laughs> <Yani mabori. Yeah. imiti> <imiti> <imiti> wa Davido wanaelewa mambo professionalism za watu. Davido yeye ataamua unaweza kumwekea mic brother hata dakika kumi aongee anatembea anajua namna ya kuskip waandishi wa habari. Haelewi strategy za kufanya kazi, haelewi thamani ya mwandishi wa habari. Umeelewa? Haelewi mwandishi ni nani Ye yeah, kaambiwa tu ondoeni ondo, waandishi wasifike. Kambeba mtu rafiki yangu na mimi hela. Unaweza ukamsukuma vibaya, maana yake kwamba Even kwa walinzi hawa na mabodigard yeah. Kuna jambo la kujifunza yeah. Kuna kauli nzuri ya kumwambia mtu brother, mwamba afanye interview koso geni yeah. Bwana David walinzi wake wajangaika na wao watu well, yeah. wao ndio wajui muhimu wa msanii wao well, yeah. So, sio sielewa, so mwandishi kusukumwa, hajasukumwa na David yeah. Kasukumwa na mabodigard wa Bongo wa Bongo ndio wamefanya, wow, kazi hiyo na wakati bodyguard wa, wa, wa David kumwangalia yeah. yeah, yeye amekaa nyuma anamlinda msanii wake tu na management yake wamekaa kwa nyuma, Davido yeah. Anatembea anatembea yeah. Lakini hawa wabongo ambao wamepelekwa airport ndio wanaenda kumchukua mwandishi wanampushi na vitu kama hivyo yeah. So yeah. Uh, haikuwa imekaa vizuri kwa upande wa waandishi yeah. Kwenye show yake maneno yamekuwa ni mengi sana kwanza, kuna kuna mmoja ambaye alikuwa anatembea sana kwa sababu na Diamond bwana kutokuonana na Davido sasa anamshobokea, alikuwa ni Mwijaku nadhani. Na nilimpigia akaniambia kaenda kama. Nataka nimuulize bwana, vipi hiyo swala? Akaniambia ni kitu kajenga. Mwijaku kuzungumzia kwamba damu ndiyo kwa kumshobokea Davido kwenye show zake. Na juzi alikuwa anazungumza kwamba damu ndiyo kwa kwenye show sasa. Unaizungumzaje ile? Aah, kwanza tukija kwenye upande wa show, wa shobo. Kwanza tuje kwenye neno shobo. Mimi nimependa attitude ya watani wa bongo ambao walienda kumshobokea Davido. Wale ambao walienda kwenye show za, show ya Davido, walienda kufuata burudani. Unanielewa? Ngoja tujifunze jambo moja, Victor. Wasanii wetu wanaendaga kufanya show na Nigeria sasa hivi. Sasa hivi ni mix, kwa kama Juxy, yeah. Diamond. Ulimuona star gani wa Nigeria akaenda pale kwenye show? Ah, wewe. Uliona star gani anaenda kushobokea airport? Hakuna. Uliona yaani anaenda kushobokea? Tena kama unakumbuka wakati Diamond amemaliza show na na, na Juxy, yeah, walienda club, yeah, si ndio? Yeah. Walivoenda club. Yeah. Basta Rhymes alikuwepo club. Yeah. Whiskey alikuwepo club. Eh. Basta Rhymes akasalimiana na Diamond, yeah, then akaenda kusalimiana na na Whiskey. Lakini Diamond na Whiskey walikutana. Hawakuwe kukutana. So maana yake inawezekana kwa picha ninavyoonyesha kukutana. Labda kama walikutana behind the scenes tu au hawakurekodi. Yes, lakini ukionyesha hatakagi shobo. Tena wakisha kuona wewe msanii kutoka Afrika hapo. Ah, hatakagi shobo rafiki. Mshanaelewa? So hii ni picha moja wapo inakujengea kwamba eh, tupunguze shobo nao. Bwana wao wakija David wakija kanyosha hotelini kaondoka. Kasha sepa. Why ni mta shobo? Hiyo ni moja. Mbili. Wao hatakagi shobo na sisi. So na sisi tusitaki shobo nao. So mshanaelewa? Mbili. Issue ya Diamond kuonana na Davido yeah, ni issue ya kimaslahi yeah, okay, ambao mimi nimejaribu mi, mi, kufuatilia ni ambazo yeah, ni, Diamond yeah, okay. So ni bia, makampuni mawili kibiashara yanakinzana, angeenda kwa Davido, manake angeenda kuboost tukio la wapinzani wow, yeah, yeah, okay, yeah, wao yeah, kwa namna moja ama nyingine na yeah, so yeah, kwa pointi kwamba kwa yeah, ili asiende yeah, so hajaonekana kwa sababu ya ishu kibi kibi ya kibiashara kwamba bwana, hii ishu ya kibiashara haijakaa vizuri. Aa, na David inawezekana ameshazungumza na Diamond kwa so, sababu kama unakumbuka show ya mwisho ya Diamond yeah. ilienda Dubai kumsupport David Dubai, unakumbuka yeah. yeah. yeah. Diamond alikuta ile wakati mambo ya uchaguzi kama kama kama, nakumbuka Diamond alikuwa alikuwa Dubai, alienda cup plan. Walikutana backstage, David akamwambia nikija bongo mimi nataka nije nyumbani kwako. Yeah, na yeah. Yeah, yeah, yeah, so maana yake hakuna tofauti Diamond na David. Hii ni issue ambayo ilikuwa ya kimaster tu. Diamond alishindwa kuwapia kwa sababu ya kampuni anayofanya kazi issue za na na kama hiyo. Hiyo ndio kitu ambacho mimi nafahamu. show yake sasa ilikuwa ni show ya namna gani hasa, Mando ulivyoitazama wewe, mm. alipo perform yeah. waliandika masaa mawili yeah. ilikuwa ni show ya namna gani hasa? Kwangu kwangu mimi, show ya Davido ilikuwa show ya kawaida mno yeah. yeah. there is no new thing, yani kwamba ni yeah. kuna kitu cha ajabu yeah. Unaona, kwa mfano show ya Bad, nani, Bad Bunny ya Super Bowl, unaona mzee wote wanapeleka vichaka uwanjani. Sasa vile ndio nasema show <laughs> no, la, la, show la maana, unaelewa hey, kama anapaa na mti fulani mara ushaelewa. yeah. hizo ndio sasa Davido alichofanya kilichouza, hmm. ni influence ya Davido. hmm. najua hata watu wengi ambao walienda kumuona Davido pale ni kwamba ni ngumu kumuona ule msanii. Kwa hiyo yeah, yeah. Watu kwenda pale ni kwanza kwenda kumuona Davido, hilo la kwanza. Yeah, yeah. Sawa. La pili hata vibe ambazo ulikuwa unaziona zinatoka uwanjani yeah. Sio kwamba mashabiki walikuwa na vibe kwa sababu show ilikuwa ni kali. Yeah. Kwa sababu kwanza ana perform nyimbo ambazo ni pendwa. Yeah, yeah, sure. Je, leo kwa, akiperform ngoma pendwa mashabiki wanaruka, wanafanya nini? Kwenye upande wa technique in terms of show, show ilikuwa ya kawaida. Hamna yeah, kitu kipya ambacho sema akafanya na sisi tunajua kabisa. Tuna wasanii ambao wana standard kubwa kufanya show. Ni same kama kama Diamond anaweza kufanya show ile vizuri. Kali, Alikiba yeah. Anaweza naweza kukupigia live moja hatari tu. Harmonize energy yake Juma yeah. Yeah. Jux nao wameingia kwenye mfumo pia yeah, okay. Mario tushamsifia ingawa bado wanaendelea kujifunza yeah. So tuna wasanii wengi ambao huenda wangekwepa kwenye ile show yeah wangefanya show kali sana yeah. Shanaelewa walicho win Davido ni influence yake na ushawishi mkubwa, ndo maana unaweza yeah. ukaona mpaka wasanii wa bongo walienda kwenye show yake kwa sababu ya yeah. ushawishi wake, yeah. Sio kwamba walienda kwa sababu watashuhudia show kali yeah. uh -uh. Wengine walienda kwenda kumuona tu Davido. Mm. Influence ushawishi alionao mtandaoni, yeah. Yeah. Yeah. Kwa hivyo kwangu mimi show ilikuwa kawaida tu na wala si kwamba show ilikuwa la kutisha, sema Davido kama haya Bongo, moja la show la kutisha, no, show ilikuwa kawaida. Unazungumza wasanii wa Bongo, angekuwepo pale, pengine angeumiza zaidi kutokuwepo. Maana ni Jaiva alikuwepo kwenye list, Jaiva peke yake, wasanii wengi wakali sana. Unajua, ngoja nikwambie show yeah. ya Davido hii ambayo alifanya hapa Bongo kwa solite, kwanza ni pia Davido akahesabia kama five, nani five yake ah, licha ya kuja bongo kufanya show na watu ah, lakini na yeye kaimesheni kama miongoni mwa show kwenye tour yake ah. So, maanake ni kwamba hili ni, ni jukwaa kubwa sana ambalo kufanya show brother, karibia dunia nzima wanafuatilia, so hata wao pia wanaangalia watu wa kuwapa nafasi yeah, ja, yeah. Ni msanii ambaye hata Nigeria anafuatiliwa yeye pia ana select hii ni tour yake So, ee, mesha naelewa. Hii ni tua licha so, so, so, ya okay. kwamba aliletwa uongo lakini pia na yeye kaimesha ni kama miongoni mwa tua yake okay. so, okay. makubaliano so, ee, kwamba yeye ee pia kwa ajili ya kuogopa kuwapa platform watu ambao hataki kuwapa platform. Okay. So anaweza akakataa huyu awepo huyu asiwepo. Sababu pia anawapa platform wasanii, so maana yake ni kwamba hatuwezi kushangaa wasanii kutokuwepo kuwepo, kwa sababu hawa wasanii pia huwa wana wako very selective kwenye wasanii ambao wanakuja kuwaunga kwenye show yao, okay. Umeshaelewa? Yeah. Yes, hiyo lazima tukubali na yeah. Kitu cha ja kujifunza kwa wasanii wetu ni kwamba mwamba kafanya show yake, hey. <laughs> Hey. Hey. hata kama ka perform kidogo tu, issue ni kwamba wenzetu, alafu kingine pia hey. Wasanii wetu wanakosa influence na value hey, kwa sababu ya kuonekana sana. Eh, mnaona mfano Davido? kitu ambacho kimeuza pale. Davido ukimuona, unamuona wapi? So manake ukisikia anakuja lazima ufanye kila namna ukaonane naye umuone, unaona hata wakati uko hotelini watu wanarekodi kwa sababu ni ngumu sana kuona wasanii wetu. Wasanii wetu. Wasanii wenzetu wazee tu wanajua kulinda brand, brother. Ndio ile kukuza influence, ushawishi, ili uweze kuwa na ushawishi mkubwa, Victor, lazima uwe adimu. Asa, tatizo ambalo lipo kwa wasanii wa Tanzania hawawezi. Ukienda Sinza unakutana nao pale wanakula chips, naona anakula chips. Sasa huyo msanii unakutana naye mnakula chips wote, Sinza au Mikocheni wapi? Akamwambia anaandaa show Kiingilio milioni 100. Ah, na mimi milioni moja utaingia, na wakati kila siku uko nayo hiyo. Ni moja mbili, wanafanya show za vichakani nyingi. Mtu kaenda yeah, club kapewa mic, kaondoka. Sielewa. Kaenda club ka, kaondoka. Umeenda kuenjoy, lakini mtu kakupa mic na wewe umo. Yeah, tayari watu wanaona ah, huyu standard yake ya kufanya show ni 1 2 3 4, ile thamani yako value. Yeah. Sasa, wenzetu, club muone, debilu, wakashika mic kwenye, yeah, kwenye tukio la mtu <laughs> Hey. So, hata mashabiki hey. Wanawamiss bro. Yeah, sure. hey. Juzi nilikuwa nasoma ishu ya shake. yeah. Alivyotoka Nairobi ndo kaenda Nigeria, ya? yeah, hey. Sindiyo? Mm. Unaambiwa mwaka mzima alikuwa hajafika kwao. Nigeria? Hey, alikuwa anaendelea na tour yake yuko mbele yuko wapi, yeah. Marekani yuko wapi. Okay, Sasa, yeah. angalia, msanii kwa mwaka anakuja mara moja mwisho wa mwaka tu. Yeah. Kwenye nchi yake, hey, kwenye nchi yake. Akiandaa show, wezi wendo? Ah, Sasa, yeah. wewe tofauti na msanii ambaye daily unamuona bro. Daily mkononi mtaani. Mm. Yani msanii hawezi kujenga value yake yeah. Yeah. Akajificha hata sionekane sana, hata mashabiki wanakumiss. Sure. Kila wakati mko naye. Yeah. Sasa hiyo ndio kitu ambacho wasanii wetu wamekikosa. Yeah. Eh, masuala ya management. Okay. Msanii unatakiwa kila kona watu wanakuona. Sure. Sometimes msanii unapotea. Mm-hmm. Unaelewa, ukija kutangaza na kufanya show watu kwanza wanakumiss. Yeah. Umeshaelewa. Yeah. Ni kitu ambacho kiukweli mimi nataka nikizungumzie, ndio maana unaona ushawishi wake umekuwa mkubwa. Bongo tuna wasanii wakubwa kina Diamond, lakini naamini mimi kwa kiingilio ambacho kilikuwa hapo pale, hey, hakuna msanii anaweza akaandaa na akajaza vile wa bongo hii kwa kile kingile ki, yeah. Kwa kile kiingile yeah. Mtu anasema naenda kuangalia nini? Kamae tunaziangalia kila siku, wanarukaruka nyosha mikono juu, mwaga maji mpige, yeah. Kofi naangalia nini? Umeshaelewa hey, na <laughs> kwa sababu gani? Yeah. wasanii wetu yeah wanashindwa kuilinda thamani yao yeah, sure ni wasanii wakubwa hey. leo tunazungumza damu anaweza kafanya show kubwa kuliko Davido hey. energy yake aaa, passion, spirit hey. Alikiba anaweza kafanya show live kubwa kuliko Davido sure. Lakini why hawezi kupata influence ya watu kama wale, hey. tena sio influence tu wa mashabiki. Hey, paka watu wenye brand kubwa, wasanii mpaka viongozi waende kwenye show yeah. kwa sababu gani? Mshaelewa? yeah. yeah. wana vitu vingi sana vya kujifunza. Davido kaimba kwenye standard yake, leo set kaondoka, yeah. ka ka yeah. ka hakuna yeah. mtu urusha mikono juu nah, e, yeah, yeah, yeah, kaimba tu kawaburudisha hiyo <coughs> ni kitu ambacho wasanii pia yeah. wanatakiwa kujifunza kuhusu David. Mimi ni swali langu la mwisho kabisa, watu wamediscuss kuhusu vazi lake yeah. kama kama la faida sana hivi. Yani, mbona kama kaichukulia hivi, akaichukulia poa sana hapana. mm -hmm. mimi yeah. nikwambia yeah. katika mavazi ambayo yana thamani kubwa sana, unaona yeah. yeah. kwa mfano mavazi ambayo tunaenda naenda kwenye fashion, wewe unauza kalivali, ah uwezi. uwezi eh yeah. inaonekana yeah. yeah. yeah. yeah. ya kawaida, lakini ndio mavazi ambayo yana thamani kubwa yeah. thamani yake ni nini? yeah. uniqueness yeah. yani, uwezi kulikuta kila kona nimeliangalia yule dogo ambaye wa TikTok anaitwa nani? Kelly, Kelly Evara. Kelly Evara, ni mimi mimi namfuatilia kwa uongo ma. Sababu anakataka vitu vya kijinga jinga anashangaa na tongo. Jamaa anafanyaje? Unaelewa? Ah, dogo kajitahidi kwenye design. Sio, nimeona kaenda kuchukua shuka la Masai, kalikatakata ndo pensi ile. Ile pensi ya shuka la Masai. Then wakachora ile 5, kwa maana inaisha 5 tu ya Davido. Ndio tano mgongoni. Tano. Sasa mavazi ambayo yanauza duniani mm. ni unique ambayo fashion ambazo unazikuta Balenciaga, no, sorry yeah, kwa ku mention jina la kampuni ya mtu lakini nguo za fasheni huwa zinadumu miezi mitatu, inakuja fasheni nyingine ndio yeah. Maana wewe ukimwangalia Diamond wa au Alikiba alio shooti nyimbo mwaka elfu mbili kumi na tano yeah. Nguo alizovaa unaona, hm, man, supreme. Kwa sababu, yes, <laughs> kwa sababu alivaa fashion nguo ambazo zinadumu yeah. Na hizi nguo yeah. Mimi nawapongeza sana Wakongo wa yeah. Wakongo ndio walikuwa hii vitu wanavipenda okay, yeah. Wanashonesha nguo ambazo ni unique. Hata uende duka gani uweze kulikuta sasa fundi okay. Ah, <laughs> zile ndio nguo ambazo ni unique yeah. Hatuangalii uh -huh. Ina LV ina brand gani? Yeah. Tunachoangalia ni utofauti wa nguo yes, ambao huwezi kuisha thamani yake yeah. Utadumu milele lile libukta hata ukija 2030 utakuwa unalishangaa. Ah, sema mwanetu naye alivaa libukta hili libukta, why? Kwa sababu uniqueness yake utofauti wake. Yani hakuna sehemu utaenda kulikuta ile nguo linauzwa. Yani unaenda dukani unasema, ah, nalitaka libukta kama la Davido. Unalipata wapi? Lazima uende kwa ile dogo tena kushonea. Otherwise mwambie sells nyingine, bwana ni shoneli ipenzi kama la Davido lile nilikutengeneza man made. Sio fashion nguo ambazo zinatengenezwa viwandani. so kiukweli, moja ya kitu ambacho watu hawajui hiyo yeah. No, ndio inakupa picha. Watu wengi bongo hawajui fashion, mshenelewa, kuna vinguo fulano wakutaga msanii kavaa. Hata Diamond niliona juzi kwenye ile show Adidas kavaa thamani aano milioni milioni tano. Jue daid, inawezekana Davido akalipenda ile nguo akawa anamchukua kwenye tua yake duniani. yeah, yeah, yeah. Au akawa anashangisha kwake kwa sababu tua bado unaendelea u nosh Uh, uh, Mando, tumalize maswali yangu ya mwisho kabisa. Bana, kwanza nikupe pole. Kwanza ni before nimpongeze walikuwa wameandaa stage. Ile stage, brother. That was amazing. Oh, stage. Yeah, stage likuwa kali. Hivi anata sound, brother. Unasikiza Davido anaimba na perform. Yaani anasikika. Unasema yo, umeshaelewa? So ni kitu, hey. Na na hey. Yeah, hey. Hey. So, pia ambacho waandaaji wa show, yeah, Bongo, lazima wajifunze namna ya kuandaa. Yeah. Ukiangalia haraka haraka kama yeah, kwa kwenye TV, huwezi kuamini pale kama Davido alikuwa Bongo. Wasema alikuwa mambele kule wapi? Hata crowd yenyewe ilipokuwa inaenda naye. Tushaelewa hiyo, ndio maana influence brother. So, walikuwa ameandaa sound ilikuwa na ina ina inaendana, ina match na kile ambacho kinafanyika, everything liko dope bro. Kwa... No, no, ngapi au mimi kwa sababu kuna vitu vingi vimebeba show ya Davido, hata uko ndo, hata performance kafanya standard yeah, sio kwamba kafanya mbaya yeah, kafanya show nzuri ila sio kwamba ndo hivyo yeah. Chelo, mimi naweza nikapa nane ya kumi yeah, yeah bana, maoni ya Mando bana, show ya Davido nchini Tanzania anaipa nane ya kumi bana, Mando yeah bana, bana, mimi nikupe pole na hii pole bana, wakati mwingine pia na hongera pia.